kaunti ya Nairobi. Familia ya Nicholas Oyoo, Mkenya aliyetekwa nyara pamoja na mwenzake Bob Njagi, inaomba serikali ya Uganda kuwaachilia huru. Oyoo na Njagi walitoweka mnamo Oktoba mosi jijini Kampala, na hadi kufikia sasa hawajulikani waliko, hali ambayo imezua hofu na wasiwasi katika familia zao. Na kama anavyotuarifu Ben Kirui, sasa imeaminika kuwa wanazuiliwa katika kituo cha kijeshi cha Mbuya jijini Kampala. Ben Kirui anaarifu. Imekuwa siku kumi za majonzi na sintofahamu kwa familia za Nicholas Oyoo na Bob Njagi tangu kutekwa nyara kwa wawili hao na kisha kuzuiliwa kinyume cha sheria nchini Uganda. Kila siku jamaa na familia ya Oyoo hukusanyika kwa maombi, wakiwa na matumaini kwamba atarejea nyumbani salama. Kwa huzuni mwingi mamake huyo anasimulia jinsi alivyopokea taarifa za kutekwa kwa mwanawe

Somebody has to be with her permanently. Tangu kuwasilisha ombi kwa serikali, familia zinasema zimekuwa zikitafuta maelezo kutoka wizara ya masuala ya kigeni, lakini hadi sasa hakuna taarifa yoyote. Come back home. Wakati huo huo wanaharakati nchini Uganda wamewasilisha ombi kwa tume ya haki za binadamu ya taifa hilo ili kusaidia katika juhudi za kuachiliwa kwa wawili hao, wakisema wanaamini kuwa wanazuiliwa katika kituo cha kijeshi cha Mbuya. <tune> Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. <tune> <tune>